Karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Leo tunaangalia kilimo cha zao la korosho mkoani Singida. Mkoa huu ni katika mikoa mipya iliyoanza kulima korosho kwa mara ya kwanza, na wataalamu wa kilimo wamethibitisha kwamba ardhi ya Singida inakubali kustawi zao hili. takumbuka tumekuwa na mfululizo wa vipindi vya zao la korosho katika mikoa ambayo imeanza kulima zao hili kwa mara ya kwanza. Mikoa ambayo tumeitembelea ni Dodoma, Tabora, Kigoma na leo kipindi hiki kinazungumzia zao hilo, mkoa ni Singida. Kwa muda mrefu mkoa wa Singida ulioonekana ni kame na hauvutii kwa upande wa kilimo, watafiti wa kilimo wamethibitisha kwamba ardhi ya mkoa huu inakubali kustawisha mazao mbalimbali ambayo yanalimwa katika mikoa mingine. Timu ya Kilimo Ajira Yangu ilianza kwa mkuu wa mkoa wa Singida, Dr. Rehema Nchimbi. Kwanza alitueleza furaha yake na jinsi Singida ilivyopokea kilimo cha zao la korosho. Mkoa wa Singida ni mkoa ambao una neema nyingi sana kwa sababu mkoa wa Singida ardhi yake inaustawisha mazao zaidi ya ishirini na saba. Kila zao ambalo linastawi katika nchi hii linastawi pia katika mkoa wa Singida, lakini kwa muda mrefu mkoa wa Singida ulionekana ni kame, ulionekana ni maskini, ulionekana yani haupendezi na hauvutii hata kwa watu kuishi. Kuna mabadiliko makubwa sana sasa yamefanyika katika moja kuwabadilisha wananchi fikra ambazo walizokuwa nazo juu ya mkoa wa Singida, na viko vya sheria mbalimbali ambavyo tunavitumia katika kutubadilisha mawazo hayo, na tunabadilika, ili moja tuone mkoa wa Singida sio kame, mkoa wa Singida sio maskini. Mkoa wa Singida hauna njaa. Tunafanya nini? Tunahimiza mazao yote yanayostawi na hasa haya mazao mkakati kipaumbele ambayo yamewekwa na serikali. Mkoa wa Singida hivi sasa uko katika hamasa kubwa sana ya ustawishaji na uzalishaji wa zao la korosho. Kwa mkoa wa Singida korosho moja, ni rafiki wa kuhifadhi mazingira yetu. Wale wanaochoma mkaa hawatakata mikorosho kuchoma mkaa. Kwa hiyo tukiwa na mikorosho tunakuwa ni salama kwa mazingira yetu. Mbili, korosho ni zao la biashara la uhakika la kudumu Litainua mkoa wa Singida kutoka katika kuwa na soko la kibiashara lile ambalo la kitaifa, kuwa sasa ni mmoja wa mchangiaji katika mazao yenye soko la kimataifa. Tatu, korosho kwa mkoa wa Singida ni kivutio cha vijana kushiriki na kuwa na utayari wa ajira ya kilimo. Wote tunafahamu vijana wengi sana wangependa kudiliti, diliti mambo fulani, lakini hawako tayari kudiliti kili, mazao kila mwaka WhatsApp watadiliti, diliti lakini sio mazao. Sasa tunao zao la korosho ambalo vijana hawa watakapo kuwa wameshapanda wana uhakika wa kuendelea kuvuna miaka zaidi ya thelathini katika maisha yao. Na kwa nini tunataka zao ambalo litawafanya vijana wajiingize vizuri katika ajira ya kilimo? Singida ni jirani ya makao makuu ya nchi kwa tabia. Makao makuu yoyote yana tabia ya kuvuta vijana kuhamia kule. Sasa sisi Singida jirani mwema wa makao makuu ya nchi kwa korosho, itakuwa sasa ni kingo ambapo vijana wote watabaki Singida, lakini na wengine wote watakaotukua wametoka kwenye kanda zingine, watakaotaka kuhamia makao makuu ya nchi watazuiwa na mvuto ambao utatengenezwa na kilimo cha zao la korosho. Hivi sasa hivi kampeni ya korosho ni kubwa sana, kila shule ni lazima iwe na shamba la korosho. Kila kiongozi ni lazima awe na shamba la korosho. Mimi mwenyewe mkuu wa mkoa nina shamba la korosho, wakuu wa wilaya vivyo, wenye viti wa halmashauri, watendaji, madiwani, kwa sababu kuongoza ni kuonesha njia. Katika kampeni tutakayokuwa nayo ya kupanda miti, hatutapanda miti mingine, tunapanda mikorosho kila kaya itapanda mikorosho na mikorosho hii itakuwa ni kivuli kizuri cha kuku. Unajua Singida sisi ni wazalishaji wakubwa sana wa kuku, kwa hiyo mikorosho hii itakuwa pia ni kivuli cha ustawi wa kuku kuku wetu. Na niseme kabisa kwamba mwitikio wa zao hili ni kubwa sana, kwa sababu sio mara ya kwanza korosho zinastawishwa, lakini zilipuuziwa, watu walizembea kwa sababu hawakuwa wanazitunza, na sasa mwito wetu kwa wananchi wote wa mkoa wa Singida ni kwamba korosho itasimamiwa kwa mujibu wa sheria zinazohusika za kilimo cha korosho. Mtu ambaye hatatunza korosho hatapulizia korosho, huyo ni adui kwa zao la korosho, kwa sababu wadudu watatengenezeka pale, na wakishazaliana wataenda kushambulia mikorosho mingine na mazao mengine. Kwa hiyo usimamizi wa zao la korosho utakuwa chini ya sheria zinazohusika na mtu ambaye hatatunza korosho zake kwa kupuliza dawa atachukuliwa hatua. Baada ya wataalamu wa kilimo kutoka Naliendele kufanya utafiti na kugundua hali ya hewa na ardhi ya mkoa huu inakubali kilimo cha zao la korosho, walipeleka mgao wa mbegu kiasi cha tani saba na nusu na mkoa ulizigawa mbegu hizo katika wilaya zake zote. Tumezungumza na Stanslaus Beatus Chowaji ambaye ni katibu tawala msaidizi uchumi na uzalishaji mkoa wa Singida. Kimsingi, hali ya hewa ya mkoa wa Singida inaruhusu inaruhusu vizuri kabisa kuzalisha e, korosho na sisi ni tofauti na kule Mtwara na Lindi, ambako story zimekuwa kwamba ukipanda korosho mpaka baada ya miaka mitano. Sisi baada ya mwaka mmoja, mwaka wa pili unaanza kuzalisha korosho, kama ambavyo umepita kwenye shamba la huyu mjasiriamali na kujionea, ndani ya mwaka mmoja na nusu korosho zinakuwa ziko tayari, zinaanza kuzaa. Kwa hiyo kama, kama wataalamu sisi tuna matumaini makubwa kwamba mkoa wetu baada ya muda utakuwa ni miongoni mwa mikoa ambayo itakuwa ni wazalishaji wakubwa wa zao la korosho, kwa sababu e, sisi hali ya hewa ina, ina, inaruhusu sana kuzalisha korosho. Kama ambavyo mmeona, mikorosho yetu huwa inazaa wakati mwingine bila hata kupuliza dawa. Hatuhitaji sana kupata, kupata dawa ili kuzalisha korosho, ili tunahitaji lila tunahitaji dawa kuifanya mikorosho izae zaidi. Kwa hiyo wito wangu labda niseme kwa wakulima kwa wakulima ni, ni, ni, ni waase, kwa sababu e, tunatarajia kupata miche mingi kama ambavyo tumekuwa tukipita kuhamasisha, basi waandae mashamba yao, waweke tayari kupokea ile miche ambayo tutawapa bure. Serikali itawapa bure, hawatachangia kiasi chochote cha pesa ili kupata hiyo miche. Kwa hiyo waandae mashamba yao wakiwa wanasubiri hiyo miche kutoka kwenye halmashauri zetu ambayo watapata bure ili waweze kuipanda na katika kupanda na na na, na, na, nasisitiza pia kwamba ni vizuri wakapata ushauri kutoka kwa maafisa ugani, kwa sababu hatutaki mikorosho tunayopanda sasa iwe kama ile ambayo ilipandwa miaka iliyopita isiyokuwa na nafasi sahihi. Tunataka tupande mikorosho kwenye mashamba ambayo yatakuwa na nafasi sawa sawa kabisa kadiri ya maelekezo tutakayokuwa tunawapatia wataalamu wa naye mkulima wa zao la korosho wa Itigi wilaya ya Manyoni mkoani Singida, ndugu Juma Patrick anaeleza jinsi alivyofanikiwa baada ya kuanza kuona mikorosho yake ambayo ina umri wa mwaka mmoja na nusu inaanza kutoa maua. basi tuachane na ile zana ya kufikiri kwamba mkorosho zaidi ya miaka mitatu ndo unavuna mkorosho. Mwaka mmoja na nusu tayari unaanza kupata mafanikio na kama unavyouona huu hapa, tayari mwaka mmoja na nusu, mwezi wa pili elfu mbili kumi na sita elfu mbili kumi na saba mwezi huu wa kumi na moja kumi na mbili tayari unatoa matunda. E, mimi nilishawishika kulima korosho kwa sababu moja, kwanza nimeitambua korosho kipindi wakati niko shuleni na korosho nilitambua, nilishawahi kupigwa sana na baba. Nilikuwa siendi shule, natoroka nakwenda kuiba mabibo kama haya unavyoona, naiba nakula, nikirudi nyumbani naambia kwani ujaenda shule, napigwa sana sasa. Kwa kweli, baada ya kupata hamasa katika mkoa wa Singida na mbegu zilikuja, lakini matokeo yake watu walichukua zile mbegu, wakapewa wakakaanga, wakala, lakini kama mimi mnavyoona, wataalamu, nilidili nikakutana na serikali ya kijiji Nikaomba shamba nikapewa, nikafyeka, nikapanda korosho. Na katika kupanda korosho, ni kiukweli ni watu walikuwa wanafikiri kitu ambacho hakitowezekana, kwa sababu watu walikuwa wanadanganywa, wanaambiwa korosho baada ya miaka kumi, korosho baada ya miaka mitano. Lakini leo hii wamehamasika, si hapa tu, wataalamu, mkitembea huko vijijini mtakuta korosho zimelimwa kwa wingi sana, na wamehamasika na kutambua korosho na uthamani na korosho pamoja na ardhi yao. Zao la korosho sasa linalimwa nje ya ukanda wa pwani. Hapa tupo katika shamba la mikorosho lililopo Itigi, Manyoni, mkoani Singida. Mikorosho iliyopo katika shamba hili ni ile iliyopandwa mbegu moja kwa moja shambani, na ndani ya mwaka mmoja na nusu tayari mkorosho umeanza kutoa maua. Hii inaonyesha kwamba mkoa wa Singida unaweza kuwa mzalishaji mkubwa wa korosho miaka inayokuja. Dkt. Kapinga ni kaimu mtafiti kiongozi wa zao la korosho Tanzania. Anatueleza kitaalam juu ya zao hilo katika mkoa wa Singida. Zao la korosho linaweza kulimwa nje ya mikoa iliyo ukanda wa pwani. Hapa nilipo nipo katika mkoa wa Singida, Manyoni, na mti ulioko hapa umepandwa mwaka uliopita, una umri wa mwaka mmoja na nusu. Lakini cha kufurahisha ni kwamba mkulima huyu tayari ameshaanza kuvuna korosho ndani ya mwaka mmoja na nusu ameweza anza kuvuna korosho na kama unavyoona mti huu umekuwa na maua mengi sana, bado ataendelea kuvuna korosho. Sasa ile wazo la kwamba korosho inaweza kuchukua muda mrefu mpaka anza kuvunwa sio kweli, na kutokana na hali hii ni ishara kwamba mkoa wa Singida ni kati ya mikoa ambayo inaweza ikafaa kwa kulima korosho. Kwa mikoa ya kusini kwa mfano Lindi, Mtwara, mara mingi tunategemea korosho tuvune baada ya miaka mitatu mi, tangu kuanza kupanda, na kama ulipanda mbegu bila kufanya shughuli ya e, ubebeshaji. Huyu mkulima alipanda mbegu moja kwa moja kabla, bila kufanya zoezi la ubebeshaji. Kwa hiyo ni miche ambayo ilitokana na mbegu moja kwa moja bila kubebesha, lakini cha ajabu ni kwamba imeshaanza kuzaa ndani ya mwaka mmoja na nusu. Na ina maana kwamba kama angepanda e, miche iliyobebeshwa angevuna ndani ya mwaka mmoja. Kwa, kwa, hiyo hiyo ni ishara kwamba korosho inaweza kulimwa vizuri sana mkoa wa Singida na sio mkoa huu wa Singida. Nimeenda pia mpaka mkoa wa Dodoma kuna miche ambayo tulipanda eneo la e, wilaya ya Kongwa na yenyewe umetoa maua mwaka wa kwanza. Pia nimeenda mpaka mkoa wa Kigoma. Tunaona bado kuna dalili nzuri sana ya mafanikio kwenye zao hilo na korosho kule zipo. Sasa tuondoe dhana kwamba korosho lazima ikae ukanda wa pwani na nasema kwamba kwa kupanda korosho mikoa hii mipya tutapata mavuno ya muda mrefu sana, na ni mengi. Muda mrefu maana kwamba sasa hivi hapa ninavyoongea, mikoa ya kanda wa kusini mwa Tanzania, yani kanda wa pwani ya kusini, ndio tunamaliza kuvuna korosho. Huku ndio wenyewe inatoa maua. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa msimu wa kuendelea kuuza korosho katika nchi yetu utaongezeka, badala kuishia mwezi Disemba au Januari. Huyu mtu anategemea kuvuna korosho zake hizi mwezi mpaka mwezi wa, wa, wa, wa, wa Februari mpaka Machi. Kwa hiyo tutakuwa na uwezo wa kuwa na muda mrefu sana wa kufanya biashara ya korosho hapa nchini, na kwa msingi huo pia viwanda vyetu vitakuwa na uwezo wa kupokea korosho kwa muda mrefu sana Kweyo. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba tuendelee kupanda korosho nje ya mikoa ile ya pwani tuliyoizoea, tuende mpaka mbali kama huku Singida, Dodoma, Tabora Kigoma e, na mikoa mingine ambayo haijazoeleka kulima korosho, ni mikoa ambayo tumetembelea. Kwa maana tumeenda mikoa ya Tabora, mikoa ya, ya, ya Dodoma, mikoa Kigoma eh. Kwa kifupi, mikoa hiyo ina ushahidi wa kutosha kabisa kwamba korosho zinastawi. Wakulima wameshaanza kupanda korosho kwa wingi sana, na walio wengi wamehamasika kupanda korosho hizo ambazo ni mbegu ambazo ni, ni, zilizoboreshwa mbegu ambazo zi zimetoka Naliendele, kupitia bodi ya korosho. Kwa hiyo kwa kifupi, hamasisho la korosho kupitia viongozi wa mikoa hiyo limekuwa zuri sana, na nazidi kuhimiza kwamba wakulima wajiandae kupanda hizi korosho. Wale walioanza kupanda tayari waendelee kuihudumia kui, na nimeona kitu kingine kwamba kuna mikoa ambayo korosho zilikuwepo ili tuelekezwe tu maporini. Bado tuna nafasi ya kuiboresha ile kwa maana ya kuihudumia kuifufua, kama ilikuwa imezeeka me, me, inaweza kakatwa kufanyiwa ubebeshaji top working. Kama ina maeneo ambayo pengine kati ya mti na mti ni mapana sana, unaweza kuongeza mti mwingine katikati. Kama pengine imekuwa karibu karibu sana, unaweza kukata na kuweza kuipa nafasi ya kutosha. Kwa hiyo bado tuna nafasi nzuri sana kuzalisha korosho Tanzania kwa kutumia mikoa yote ambayo inaweza kulima korosho Tanzania. Mtazamaji, hii ni mara ya kwanza mkoa wa Singida kulima zao hili hapa nchini. Tumeona jinsi ardhi ya Singida inavyokubali kustawisha zao hili. E, unajua wananchi wa Singida wamekuwa ni wakulima wa mazao mengi. Wamekuwa wakulima wa pamba, wamekuwa wakulima wa alizeti, wamekuwa wakulima wa karanga, wamekuwa wakulima wa vitunguu, wamekuwa wakulima wa mbogamboga, wakulima wa mpunga, ni wakulima wa mazao mengi. Wamekosa, wamekuwa tu wamekosa zao ambalo litawashikilia litakuwa kama kinga na bima yao wakati wana, uh, shughulika na haya mazao mengine. Mwito wa wananchi ni mkubwa sana na hasa katika kuona kwamba zao hili litakuwa pia ni hifadhi ya mazingira yetu. Mwito wa wananchi ni mkubwa, na wamekuwa wanat, zaidi wanataka kuona hiyo miche sasa ikipelekwa kwao. E, mwito wa wananchi ni mkubwa sana, na muda sio mrefu utaiona kwamba Singida yote ni ya kijani, ikiwa imefunikwa na dhahabu ya kijani ambayo ni korosho, na naomba bodi ya korosho na taasisi ya kilimo na utafiti Naliendele, msiuone mkoa wa Singida kama ni mkoa unaoanza. Utazameni kwamba ni mkoa ambao unatakiwa uwepo katika ratiba zenu za kipaumbele. Bodi ya korosho, Singida haitawaangusha kati ya mikoa ambayo itainyanyua bodi ya korosho na itaitangaza na kuipa tuzo bodi ya korosho ni mkoa wa Singida, jirani ya makao makuu ya nchi. Tunaomba bodi ya korosho, wekeni kitengo hapa ndani ya mkoa wa Singida, na mkiweka kituo chenu au ofisi au dawati katika mkoa wa Singida, dawati hili litakuwa na uwezo wa kuhudumia mikoa yote nchi nzima ambayo inahusika na zao la korosho, kwa sababu Singida ni katikati ya nchi. Naliendele, karibuni sana, muwe na sisi wakati wote, na hata sasa, kama mnataka kufanya utafiti wa kuweza kuleta tija zaidi kwa zao la korosho, njoni, wekeni kituo hapa Singida, na kiwe ni kituo cha utafiti huo, hata kama ni kituo kidogo cha utafiti kwa ajili ya kutanua hili zao la korosho ambalo ni mkombozi kwa wananchi. Tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa baba yetu na rafiki yetu eh, Dokta John Pombe Joseph Magufuli. Na kwa mkoa wa Singida ametuletea mbegu za pamba bure na viuatilifu bure. Sasa tunaletewa mbegu za korosho bure na viuatilifu wake, vyake bure. Tunakushukuru sana mheshimiwa Rais hatutakuangusha wananchi hii ni neema ya kipekee na ni upendo mkubwa sana huu kutoka kwa mheshimiwa rais wetu na nataka sisi wote kwa pamoja tusiachwe nyuma bali tushiriki na twende pamoja kwa kasi inayotakiwa kuelekea singida ya viwanda mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi hiki Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu.